Unaweza chunga mgonjwa anapona au nakufa. Me aveke kukula chakula njo dawa ya kwanza. Huko na. Pale anakula vishiko mbili. Huu anakula visita. Na kwanza akikata na akikatana kula unamwacha. Akishakula <laughs> tu kale kamoya kanatosha. Ju ile maserumu yake iko nakupatia, kwa unaingia mko machakula vyote liko mo ile maserumu hiyo, huko na. Unataka kufanya. Huona <laughs> mikote nani zifu. Kama huko unasema, kama huko na hamu ya Mijala. Eh? To, tuende, linde, kuzia frite kula mbere. Ah, na hamu ya frite twende. Ungesema kweli ukona hamu ya frite, hamu ya frite, musi zingizie chakula. Sawa.